Tumeshinda hapa tangia asubuhi kufuatilia dhamana au shauri la mwanachama wetu Lucy Simon Shayo. Kwa bahati mbaya, mpaka sasa hivi uh, shauri la risu uh, rusi hajao, hajaweza kuitwa mahakamani kwa sababu ambazo hazijafahamika mpaka sasa hivi. Aliletwa asubuhi lakini amerejeshwa tena polisi. Asubuhi alipoletwa hapa, na sisi tulijua kwamba ameletwa huku kwa sababu ya kusikiliza kesi yake, lakini tumefika hapa na mawakili pamoja na wanachama wameshinda hapa mahakamani, na baada ya muda kuisha wamemchukua tena wamemrejesha polisi. Lucy leo ni siku ya sita anashikiliwa na, na jeshi la polisi, na mawakili tumekuwa tunafuatilia. Kama nilivyowatambulisha, tumekuja hapa na tumeweka kambi kwa ajili ya kutafuta haki ya Lucy. Tulipokuja juzi, eh, na wakati wana fanyia mahojiano jeshi la polisi walisema wanamtuhumu kwa kusambaza taarifa za uongo. Sasa kosa la kusambaza taarifa za uongo ni kosa ambalo linadhaminika kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tulifikiri kwamba kwa sababu kosa hilo linadhaminika, basi angekuwa amepata ile polisi bail, tunasema kwenye sheria, angekuwa amepewa dhamana ya kipolisi, lakini haikuwapendeza polisi kumpatia dhamana. Basi kama haikuwapendeza polisi kumpatia dhamana, wangemfikisha mbele ya mahakama ili mahakama nayo iweze kusikiliza pande zote mbili, iweze kusikiliza polisi wanaomtuhumu na jamhuri na iweze kumsikiliza mtuhumiwa mwenyewe. A, wito wangu kwa jeshi la polisi ni kwamba wamfikishe mtuhumiwa mahakamani ili mahakama iweze kupata fursa ya kusikiliza madai hayo, isikilize mashahidi na iweze kutenda haki, iweze kuamua ikiwa rusi ana manazo anazotuhumiwa nazo ni za kweli au kama sio za kweli, basi mahakama yenyewe itaweza kumwachia. Lakini wasikae naye, wamfikishe mbele ya vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria.